Kupeleleza kila siku anasema upelelezi unaendelea, atatoa judgment gani? Kwa hiyo unaweza ukaona tatizo napo liko mahali gani. DPP huko hapa, upelelezi uishe. Ukimshika mtu red handed, mpeleke huko huko, siku hiyo hiyo, akafungwe. Unahitaji upelelezi gani? Umemshika na meno ya tembo anayo mkononi, umemshika red handed. Bado unazungumza kupeleleza, unapeleleza nini au unatafuta rushwa? Ninayazungumza haya ili vyombo vyote vinavyohusika vina katika kutoa haki vitimize wajibu wao. Tukifanya hivyo tutaisaidia hii nchi. Hata malalamiko haya, Mheshimiwa Jaji Mkuu, nayo yatoa ya kukosa development fund. Mimi ni kuombe basi, leo katoe hiyo hukumu za hizo kesi 422 <laughs> lobo ya fedha hizo ntazileta mahakamani, kafanye operation hiyo, trilioni moja uitolee maamuzi, watu walipe hizo fedha. Ninakuahidi na ninasema kwa dhati, jua linawaka. Katika trilioni moja hiyo, bilioni mia mbili hamsini nitazileta mahakamani ili kusudi tubaki na bilioni mia saba hamsini tukanunue ndege za serikali kwa ajili ya kuwa na Air Tanzania yenye uhakika. Lakini wale wafanyakazi wa Air Tanzania wale wote mia mbili tu waretrench, waondoke moja kwa moja. Ninazungumza hivi waheshimiwa, kwa sababu nataka mabadiliko. Haiwezekani nchi kama Tanzania ina kila kitu, haiwezekani ikawa nchi maskini. We are supposed to be donor country. tumebaki kuomba misaada wakati kila kitu tunacho. Tanzanite iko Tanzania tu, lakini wauzaji wakubwa wa, wa, wa tanzanite duniani ni India, wanafuata na Kenya. Tuna ugonjwa gani? Shetani gani huyo, ambaye tukaombe angalau aondoke kwa Watanzania? Kama ni kushindwa basi ashindwe akalegee moja kwa moja, ili Watanzania tuweze kufaidi na nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, inawezekana anaingia kwenye direction ambayo hukuitaka sana lakini nataka niseme tu kwenye mahakama za ardhi kuna kesi zaidi ya mia tano hamsini na sita ambapo msajili ameshindwa tu kuandika barua kwamba haya mafaili na yaleta kwenye mahakama kuu, na kesi hizo zingine zimechukua miaka kumi. Waziri wa ardhi yupo Katibu mkuu wa ardhi yupo, kamishna wa ardhi yupo, msajiri yupo. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo ninyi, mahakama kuu, mnashindwa kutoa judgment huku, kwa sababu mafaili hayajaletwa na, na msajiri wa wizara ya ardhi kuleta yale mafaili, kuyaleta tu mahakamani kusudi yakachukuliwe na yatatuliwe na haki itendeke hii ndiyo Tanzania. Hii ndiyo Tanzania. Juzi nilikuwa nazungumza, tuna mabenki zaidi ya 54 hapa katika nchi hii machifu executive wa wizara mbalimbali wanakaa na fedha katika fedha ambazo wanazikusanya, zingine ni za serikali. Zile fedha wanaziweka kwenye akaunti za, za benki za kibiashara. Ukichukua fedha zote hizo zilizowekwa ni zaidi ya trilioni moja pointi sita. Yale mabenki yanachofanya, nikichukua hizo fedha za serikali zilizowekwa kule, wanaenda kukopa treasury bills kwenye BOT. Kwa hiyo serikali inafanya biashara na fedha zake. Tanesco wana bilioni 169, Tanapa wana bilioni hijui ngapi TCRA and so on and so on. Na fedha zilizowekwa kule kwenye mabenki, kuna fedha zingine zimewekwa wala haziingizi interest. Kwa hiyo wanakaa watu wanagawana kwa kuzungumza kwao, na ndiyo maana kuna watu wanajilipa mishahara mikubwa, mahakimu huku wanahangaika hawana hata pikipiki. Wapo watu wanaolipwa mishahara mpaka milioni 35 kwa mwezi. To the same country the same country the same people. Kwa hiyo kinachofanyika, haya mabenki wala hayajari kukopesha watu wa kawaida ili business iende kama kawaida, kwa sababu they do a big business with the BOT kwa kutumia treasury bills. Kwa hiyo ikihitaji hela kuuza kwenye mabenki haya. Hayo mabenki haya yakihitaji kununua fedha BOT, yanatumia hizi hizi hela zilizowekwa na machifu executive, kama ni za TANAPA, hizo hizo ndio zinatolewa, zinakwenda kununua huko, wanapata interest, serikali ina move with their own money. Nilisema hizi hela zote zinafunguliwa akaunti moja kwenye BOT. Full stop na hata mawaziri mheshimiwa Mwakembe anafahamu zipo wizara zilizokuwa na fedha nyingi za retention. Nikawasikia juzi mmoja analalamika na mwingine hivi, nikamwambia alete barua yangu ya kurizaini, yaondoke hela hizi tunazishika. Hakuleta barua ya kurizaini, maana yake amekubali, hera ziwe monitored na BoT ili kusudi hera yetu tuielewe, itumike kulingana na masilahi ya Watanzania. Kuna shirika moja sitaki kulitaja hapa, lina bilioni mia tatu thelathini na nane limegawanywa kwenye mabenki benki mbalimbali. Sasa kwa utaratibu huu na kwa sababu they have money, wanaweza kudecide chochote na kuiumbisha serikali, na ndiyo maana nilipokuwa nikifungua bunge nilisema tafadhali sana, my dream ni kuwa na mahakama ya hawa watu. Sasa sina uhakika kwa vile hawa ni mamilionea sana, kama hawa tawakolapti walioko kule watakaokuwa wanahukumu, lakini angalau nina imani na wewe mheshimiwa jaji mkuu <apples> harakisheni kuunda hii mahakama, wala hatuhitaji kwenda mpaka kwenye bunge na kufanya mabadiliko. Kama tuna, tuna mahakama ya kitengo cha ardhi, kama tuna mahakama ya kitengo cha biashara kwa nini tusiwe na mahakama ya kitengo cha mafisadi? Twende haraka, huu muda tunaochelewa wanaichezea hii nchi. Mumenichagua kuwa rais wenu, niliahidi nitasema ukweli, na huu ndio ukweli nao usema kwenu. Huu mkate mdogo unaopatikana kwa ajili ya Watanzania ni vyema uwanufaishe wote bila kujali dini zetu, makabila yetu, vyama vyetu, wote wafaidi na hii rasilimali ya Watanzania tunayoipata. Kwa hiyo ninapojaribu kuchukua hatua, ndugu zangu, Mheshimiwa Jaji Mkuu na waheshimiwa majaji, mimi sio kichaa. Mimi sio dikteta lakini angalau nataka nifanye sadaka yangu kwa kipindi nitakachokuwa naishi hapa duniani. Inawezekana hata baada ya kufa naweza nikawa hata rais kule wa malaika, kidogo kidogo <laughs> napigia <tingua. laughs> kwamba ulitimiza wajibu wako. Mheshimiwa Jaji Mkuu, najua mengi ambayo niitaka niyazungumze leo, lakini nataka nikuhakikishie yale maombi yote uliyoyatoa hapa it